Kwa Esa sura pili, kwa sura Mili, wa basi palikuwa na Myahudi mmoja huko Shushani Ngomeni. Ndio. Jina lake Morikai bin Yair bin Shimei bin Kish wa kabila la Benjamin ambaye kwamba, ambaye kwamba kwa alichukuliwa mateka kutoka Yerusalemu miongoni mwa wafungwa wa waliochukuliwa waliochukuliwa pamoja na Yekonia mfalme wa Yuda, ambaye ni kuketreza mfalme wa Babeli alimchukua naye, alikuwa amemlea Hadasa, yaani Esther binti mjomba wake, kwa kuwa hana baba wala mama. Naye msichana huyu alikuwa, alikuwa umbo zuri la uso na uso mwema, nao walipopo, walipokufa baba yake na mama yake, yule modikae alimtoa kuwa binti yake yeye, naye alikuwa akimlea. Hadasa, yaani Esta binti wa mjomba wake, kwa kuwa hana baba wala mama. Naye msichana huyu alikuwa umbo zuri na uso mwema, nao walipokuswa baba yake na mama yake, yule Modikae alimtoa kuwa binti yake yeye. Alikuwa na nini? Sifa za Esta, sifa za Hadasa, alikuwa na nini? Umbo zuri na uso zuri.

utapakana oigasirika utakupa mke mzuri. I swear before God, hakuna janja, mtakula chipsi, mtakula nini? Kama hapa dada moja pole ofisi akamjia magogo, akamwambia mkikaa vizuri utaoana wakaenda kule wakaanza kulana wakaanza wakaanza sijui saa hivi, hakuna chochote mainas wamekaa wamekula bata wamekula kuku wamekula mpaka na ngamia aidi, hakuna maisha mifrend, tunakuka na Mungu hapa sisi. Huyu huyu mtume anayekuombea huyu huyu mtume hapa, wanakuruhusu kwamba Baba mruhusu, mpe mume, mke mpe mke, mpe huyu. Hapa huyu dada hapa, haijalishi mazingira aliyopitia, lakini Mungu amemubarisha na ameweka kwa mjumba wake na ukisoma habari za Esta, alikuwa anafuata maagizo ya Mordekai, amekaa vizuri, amemtii na roho ya muakiiukpam

Mkimeza roho ya Mungu, nyie ni mashujaa, mkipita kwenye ugumu mtasimama na Kristo, mkipita kwenye mabaya. Esther tunasoma habari zake hapa, ni yatima, hana baba wala hana mama, amelelewa. Basi wakaanza kuchimba, tuendelea

mtumishi ndio yule mwanamwali akam, akampendeza mm -hmm. akapokea fadhili kwake mm -hmm. naye akampa upesi vifaa vya utakaso pamoja na posho zake mm -hmm. na vijakazi saba walio haki yake kwa mm -hmm. nyumbani mwa mfalme pia mm -hmm. akamlazimisha yeye na wajakazi wake akawaweka mahali pazuri katika nyumba ya wanawake. Tusomeni kwa sauti, msarwa 9. Moja, mbili, tatu Akaweka wapi? Akawaweka wapi? Ehe, akaweka Esta, akapata aka fadhili mbele ya Hagai, akamchukua yeye na wasichana saba vijakazi wale, akawatenga akawaweka mahali pazuri. Ina maana Esta alianza kupata kibali mbele ya mtu anayechunga wanawake kuna mtu leo, kama hauna kibali, hata ujipendekeze vipi hautakaa. Kinachokupa maileji ni neema ya Mungu ndani yako. Akapua kibali, akampendeza Hegee, Hegee akamwamisha baba mama njo, njo.

alishanga tayari, alishapata kibali binti pale, kibali cha Yesu alikomeka hivi yangu. Kwa jina la Yesu Kristo, ukiongea usikilizwe, ukizungumza usikilizwe. Maana watu wanazungumza baba fulani hela chumvi sina, baba fulani hela nini sina, mangi sina, kwa sababu sauti yako wafanyaji haisikii. Ongea kwa mabaga kitu ndio mrefu wapi Kweli mtumishi na mshukuru Mungu, yaani mlainisha moyo sele, anapika, anafua na anadeki. Akapata kibali u mama Esta, binti aliolelewa bila mama. Aliolelewa bila mama, aliokaa kwa mjomba wake. Kwa mimi nashangaa, mjomba amenitumia simu sababu kama mjomba amenitumia na Esther anao kwa mjomba wake basi Mungu

Rudisha, sema rudisha, sema kibali chako kirudishwe, sema kibali chako kirudishwe. Kibali cha fedha, kuna watu ambao wamepangiwa viwango vya fedha. Leo nitaongea na watu wote, nawabariki mikono yao, hiyo mikono ishike fedha, hiyo mikono ishike mali, hiyo mikono iendelee kuzalisha. Kuna watu ambao wamegusa tu kitu hivi, wewe unasikia, acha acha maana wewe umegusa ile siku sijausa na kuacha, acha

Walakini Esta hakudhihirishwa hakudhihirisha kabila lake wala jamaa yake, kwa maana ndivyo alivyomwagiza Mordekai asiwadhihirishe. Na yule Mordekai akawa akitembea kila siku mbele ya ua ya nyumba ya wanawake, ili ajue hali yake Esta, hayo atakayompata. Basi ilipoalia zamu yake mwanamwali mmojawapo aingie kwa mfalme Aswero hali akiisha kufanyiwa sawasawa na sheria ya wanawake miezi kumi na miwili, yaani ndivyo zilivyotimia siku zao za utakaso, miezi sita kwa mafuta ya manemane na miezi sita kwa manukato ya vifaa vya utakaso wa wanawake. Mwanamwali akaingia hivyo kuingia mwanamwali huingia hivyo kwa mfalme, kila akitakacho kupewa kwenda nacho kutoka katika nyumba ya wanawake ili kuingia katika nyumba ya mfalme. Huenda jioni na asubuhi hurudi nyumba, kurudi nyumba, kurudi nyumba ya mara ya pili ya wanawake, mkononi mwa shangazi msimamizi wa wake wa, wa mfalme mwenye kuwalinda masuria, wala haingii tena kwa mfalme isipokuwa amempendeza mfalme, naye akaitwa akaitwa kwa jina. Hata alipowadia zamu yake Esther bin Habia, Habiaili mjomba wake Mordekai ambaye alimtwaa kuwa binti yake, ili aingie kwa mfalme, yeye akutaka kitu ila vile vilivyoagizwa na Hegai msimamizi wa wake wa mfalme mwenye kuwalinda wanawake naye. Na huyu Esther alikuwa amepata kibali machoni kwa wote waliomuona akapata naye huyo Esta alikataa manukato mengine, alikataa krimu zingine, alikataa kila kitu, bali ni vile tu ambavyo Hegai alivipitisha. Akasema naye Esta alipata kibali kwa wote, muulize kuzakona kibali wamboona kibali, akapata kibali kwa wote walio anapita hivi anaonekana akiwa anatembea anaonekana akiwa anaimba, anaonekana na mjomba wake akawa anazikele nyumba ya mfalme kona. Je, huyu mtu sio kabila la hapa huyu mtu haiko hivi. Je, anakubalika huko? Akawa anakimbia anachungulia, anarudi, anachungulia, anarudi, lakini Mungu alimtendea nima. Hebu hiyo nema ninaiemisha wao kwa jina Yesu Kristo. Sema eh Bwana, rudin, na hey. Shema, hey, Yesu, kibali cha Esta kibali cha Esta kikae juu yangu kikae juu yangu kibali chako kikae juu yangu. Mimi nakwambia hakuna mtu akatakuona su basi. Esta, basi Esta alipelekwa kwa, ali kwa mfalme Ahasuero katika nyumba ya kifalme mwezi wa kumi, ndio mwezi wa Tebethi, mwaka wa saba wa kumiliki kwake. Mfalme akampenda Esta kuliko nani? Turudie wote, kumi na hey, saba, moja mbili tatu <tipa>

alimwambia jamani, Eli alimwambia Ana kwamba hao umelewa, anamchokoza akamwambia, hapana, usimzanie mjagaa kuwa ni mlevi, alijaa hekima. Kama hauna maombi, ukiangaliwa tu vibaya, unaacha kabisa